Kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtanzania ana haki ya kwenda kupiga kura. Sasa mimi, mkuu wenu wa mkoa, nataka niwathibitishie, nataka niwathibitishie, juzi nilitoa tamko. Kuna watu, kuna watu fulani fulani, unajua Tanzania nani nani. Na ndio maana leo nashukuru kamoja mtu ambaye atatufundisha pia afya ya akili, lakini mimi nimewaambia wana Kilimanjaro kwamba mjitokeze kwa wingi wale wote waliojiandikisha kwenda kupiga kura. Serikali ya mkoa imejiandaa vizuri kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama wenye mkoa tumeimarisha, kabla ya uchaguzi, uchaguzi wenyewe na baada ya uchaguzi. Mmoja akaandika kwenye mtandao hivi, huyu haona haingii -ha kwenye nini, kwenye mitandao hajuko basi eh? Tumejipanga, mmejipanga nini? Nani anataka maandamano nani? Kila mama mnataka maandamano? Nimetaja viongozi walioongoza nchini kwa kwa vipindi vyote, mmesikia kuna tatizo hapa Tanzania kama hilo jambo? Mkuu wa mkoa yuko, mkuu wa wilaya yuko, wa tarafa yuko, mtendaji wa kata yuko. Eh, chakukuru wako polisi wako, yani vyombo vyote vipo. We kama una tatizo lako kwa nini usiende kwenye vyombo, mkakaa mkazungumza, ukapata majibu? We unataka kuondoka tarehe 29 sisi tunafanya kitu kikubwa cha kitaifa, unasema unataka kuandamana? Sasa mi nataka niwaambie, nataka niwaambie na wanisikie kwamba mkoa wa Kilimanjaro sio mkoa wa vurugu na sio na hata mikoa mingine sio ya nguvu. Wakitaka maandamano watafute nchi yao ya kwenda kufanya maandamano, sio haki ya Mungu. Na kama wapo hapa sana, na kama wanataka kujaribu wajaribu waono. Tokeni mkapige kura, tena unatembea kifua mbele na wataka kupiga kura, unaonyesha kidole chako cha wino kama umetimiza wajibu wako kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mambo ya huko mnaweza kutuletea hapa. Watanzania sio watu wa hivyo. Watanzania wanajua wajibu wao. Watanzania wanataka watoto waende shule. Watanzania wanataka barabara ziwe nzuri Watanzania wanataka umeme, Watanzania hawa wasame wanataka maji, Watanzania hawa wasame wanataka kutoka kazini wakimaliza shughuli zao waende mahali ya kurudike. sasa wewe wewe, watu na mambo yao unataka walazimishe waende saa kumi na moja saa kumi na moja nukundaki. Saa kumi na moja tutaamka, swala swala, sisi tutakwenda kusali, tukimaliza na wanamaliza kumwomba Mungu, tunakwenda kupiga kura. Tunashirikiana vizuri sana na viongozi, tunashirikiana vizuri sana na Tume Huru ya Uchaguzi, na katika chaguzi za Tanzania hakuna uchaguzi ambao umeandaliwa vizuri kama uchaguzi wa mwaka hata kina mama leo mmefanya kongamano hili. Mmefanya wakati mwafaka leo, tuambiane huu na mkitoka hapa, wewe mama ukamwambie mumeo, mume wangu mume wangu mume wangu tarehe yeah, yeah, ishirini na tisa tunakwenda kupiga kura na mimi na wewe tunaamka pamoja kwenda kupiga kura tunakwenda kupiga kupigia kura mtu ambaye analeta amani ya nchi yetu na utulivu. Kwa hiyo na mshoko wa wilaya ya Mwanamini lina ujumbe mkubwa kwa wengi. na sisi wanaume tulisema maneno mengi sana. Samia Suluhu, mwanamke anaweza, mwanamke si nini, mwanamke lakini mwanamke ameweza, ametukinda mpaka wanaume katika <coughs> <coughs> kipindi chake cha miaka minne ya uongozi, mkoa wetu wa Kilimanjaro umepokea fedha za maendeleo trilioni moja bilioni mia nne Hizo zinafanya shughuli zote za utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. tumejenga mashule, tumejenga barabara, tumeleta mradi mkubwa wa maji ambao umeshindikana. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kuweza na, na maji yanatoka. Kwa hiyo ndugu zangu, Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa na yeye wanawake safi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unafahamu kwamba ukimwa uchi mwanamke mzima. Kwa hiyo hapa tuko wanawake wengi sana tunaamini leo wakipata elimu ya kutosha hapa e, kuhusiana na maswala yote yatakayofundishwa ya hapa, lakini lililo kuu ni la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba nikuhakikishie ni, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, haya yote ambayo umeyaeleza hapa tutayazingatia sana kama wanawake, na mimi kama mkuu wa wilaya nitahakikisha nashirikiana na wanawake wenzangu mpaka itakapofika wakati wa uchaguzi, ili tuweze kupiga kura, lakini swala waendelee na mambo yao mengine hakutakuwa na maandamano wilayani Same. Na kuhakikishia hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa, kwa, kwa majina anaitwa Saumu Kasimu Ndeme ni mwenyekiti wa wanawake wilaya ya Same. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kufika hii siku ya leo ya tarehe ishirini na nne mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano ni siku ambayo mheshimiwa wetu mama yetu Kasilda Mgeni ambaye ni mkuu wetu wa wilaya kutuandalia kongamano la wanawake na kutufundisha mada mbalimbali. Na zimeshatolewa katika kongamano letu ni pamoja na uongozi kwa mwanamke. Wanawake tunatakiwa tujitokeze katika kugombea nafasi mbalimbali. Wanawake tunatakiwa tujue kutumia nishati safi kupikia majumbani wanawake tunatakiwa tujue nini maana ya ukatili wa kijinsia. Wanawake tunatakiwa tujue elimu ya fedha. Hizo ni mada kuu ambazo tumezisikiliza tumezi leo katika kutoka kwa wataalamu wetu wa mada. Tunatambua kwamba mwanamke mmoja akielimika anaweza kuelimisha wanawake mia moja. Hivyo basi tumeelimika wanawake zaidi ya mia tatu, tutaendelea kuelimisha wanawake wenzetu lakini pia kitu cha msingi zaidi ni ku, kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kwanza kabisa tunaamini mwanamke akielimishwa ana uwezo wa kuelimisha wanawake wengine wengi, mume wake, watoto wake, na wote wakatoka na kwenda kushiriki kupiga kura, na pia tunaamini kwamba mwanamke ndio nguzo ya familia, kwa sababu mwanamke ndio anajua kila kitu kinachoendelea katika familia. Lakini pia tunashukuru kwa kupata elimu hii, maana tumejifunza vitu vingi, haswa pitia uongozi tunakuwa ni waoga, lakini kwa sasa wanawake, wanawake na uongozi na tunaweza, na tunawaomba wanawake wengine mbalimbali wajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu naamaya kajiiatuni ya uendelevu, kwa sababu tunasoma masomo mengi, ila kwa mwaka huu tumelenga zaidi kwenye uongozi, kwa sababu tuna uchaguzi mkuu kuanzia rais wabunge madiwani, kwa hiyo ndo tumelenga zaidi hapo, lakini makongamano haya yanaendelea kwa ajili ya kufundishwa vitu mbalimbali mbali. kama nilivyotangulia kusema nishati safi, elimu ya fedha, ujasiria mali pamoja na mwanamke kujitambua. Hivyo ni vitu vya msingi sana. Makongamano yetu sisi ni endelevu, yataendelea kila mwaka, lazima tufanye kongamano kwa ajili ya kuendelea kuelimishana.